Kwa muda mrefu kijiji hiki kwa kutokana na changamoto hizo, wanakijiji walikuwa wanachukia wanyama, na miaka iliyopita hapa hata uh, uh, uh, uhalifu wa kuua wanyama ujangili ulikuwa uko juu sana. Wanyama walikuwa wanauawa sana kwenye kijiji hiki, lakini baada ya hapo wananchi waliweza kukaa na kujadili na kuweza kuchakata, wakabadilisha changamoto ya wanyama kuwa fursa wananchi wa kijiji cha Sangaiwe wakaamua kutoa baadhi ya mashamba yao na maeneo yao ya kijiji na kuyaingiza kwenye uhifadhi. Uh, wananchi wa kijiji cha Sangaiwe wameingia kwenye uhifadhi na baada ya kuingia kwenye uhifadhi wakapata wawekezaji ambao wamekuja kuweka mahoteli kwenye eneo hili. Mpaka sasa wana hoteli zisizopungua nne, na tunawakaribisha wawekezaji wengine kuendelea kuja kuwekeza kwa sababu ni eneo zuri ambalo lina, linafaa kwa uwekezaji wa hoteli pamoja na, na camp kwa ajili ya wageni wanaokuja kutembelea kwenye hii mbuga ya, ya Tarangire. Kwa hiyo kutokana na uhifadhi huo, uh, kijiji cha Sangaiwe kimefanikiwa sana uh, ukiangalia kwa upande wa mapato toka mwaka, ukiangalia mwaka elfu mbili na ishirini na moja kufikia ishirini na ishirini na tano uh, kijiji hiki cha Sangaiwe kimekusanya mapato zaidi ya bilioni mbili nukta nne na fedha hizo wa, nyingi wamezitumia kwenye miradi ya maendeleo. uh, kiasi cha bilioni mbili nukta mbili zimetumika kwenye miradi ya maendeleo, na tumetembelea zahanati mbalimbali mbali, ambazo zimejengwa na Uh, kijiji. Lakini sio hawajaishia kujenga tu, kwa mfano zahanati tulioko mbele, mbele yake hapa mbele yetu hapa imejengwa kwa fedha za, za uh, kijiji ambazo zimepatikana kutokana na utalii na pia wameweka vifaa humo ndani vya maabara, lakini pia mifumo ya ukusanyaji wa fedha, lakini pia wanaendelea kutoa msaada kwa wananchi. Nimeongea na mwenyekiti pamoja na uh, uh, mganga mfawidhi wa, wa zahanati hii akaniambia wameshajadiliana na wameshazungumza kwamba waweze kutoa bima ya afya kwa wanakijiji wote, na hilo nafikiri wameshalipitisha kwenye kwenye vikao vyao na wameniambia wanaanza kulifanyia kazi ili wananchi wote waweze kupata bima ya afya kutokana na fedha hizi wanazozipata kutoka kwenye uhifadhi. Lakini sio hivyo tu, watoto wote wa shule wanakula chakula shuleni ambacho kinanunuliwa na, na serikali ya kijiji na kupelekwa kwenye shule zote ambazo zinazunguka eneo hili. Na kwa hiyo hakuna mtoto ambaye anakosa chakula shuleni. Kuanzia wale wa kindergarten mpaka wale wa primary. Lakini sio hivyo tu, watoto wanaotoka kwenye eneo hili wakifaulu wakienda nje ya hapa wanape, wanalipiwa uh, shilingi laki saba kila mtoto. Wananufaika na mapato ya uhifadhi kwenye eneo hili. Lakini sio hivyo tu, uh, mwananchi yoyote atakayepata changamoto ya afya akiugua akitakiwa kwenda kwenye referral, anapewa shilingi laki tano kwa ajili ya kuweza kumsapoti huko anakokwenda kupata matibabu. Na si hivyo tu uh, kwenye kijiji hiki kila kitongoji kina shule ya msingi, na sasa hivi wanajipanga kujenga shule ya sekondari ya, ya kijiji. Hivi umewahi kuona wapi? Kila kitongoji kina shule na sasa hivi wana, wanafanya utaratibu wa kujenga sekondari ya kijiji ni hatua kubwa sana ambayo imefanya